lako kidogo hilo cho fanyiwe. Karibuni wazee wa kanisa ambao tutasaidiana hapa kwenye kipindi cha maombezi atisa sara hii ni kupatanisha Mungu, yeye mwenye uponyaji wako siku ya leo, yeye mwenye majibu ya maombi yako siku ya leo. Sema e eh, Mungu Baba, ninakushukuru kwa upendo wako ulio waajabu ya kwamba katika njia nyingi zilizopo hapa ulimwenguni njia yako imenifungukia siku ya leo, na ndiyo maana nimepata kibali cha kuwepo hapa madhabauni pako. Ninaomba toba, naomba rehema, unisamehe dhambi, makosa, maovu na kila ubaya niliofanya mbele zako leo. Hii naungama natengeneza maisha yangu, mahusiano yangu na wewe Bwana. Uwe ni Bwana, uwe Mwokozi maishani mwangu, nitetee, uniopoe kutoka katika hatari ambazo maadui zangu wana nitakia, uniokoe kutoka katika uangamivu ambao watesi wangu wana nitakia. Leo hii ninaomba uponyaji wa kwangu kutoka kwako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninamkataa shetani na mateso yake yote na taabu zake zote juu ya maisha yangu, kila kinachonitesa kila kinachoisumbua kwa jina la Yesu, toka toka, toka toka toka toka toka toka toka toka toka. Usikinongoneze, kisemeshe, ndugu yangu. Ukikaripia mtu si unamfokea kwa asira kweli? Hebu karipia, karipia, karipia, karipia kwa jina la Yesu unaweza ukataja jina juu ya hiyo taabu, unaweza ukataja jina huo msukosuko unaopitia. Sema kwa jina la Yesu, toka toka toka toka toka toka. Kuna wakati ni maneno yako yanahitajika kusikiwa, ya kwamba unasema nini juu ya hiyo hali ngumu unayopitia. Unasema nini juu ya huo ugonjwa unaokutesa? Usemeshe leo, ya kwamba ni kutoka, ni kuachia, ni kutoka, ni kuachia, ni kutoka

Haya, achia, chia, chia, achia, nikutoka nikuachia, kila tabu na masumbufu kwako kwa. Nikutoka nikuachia, utoke uachie tabu na masumbufu haya. Achia, achia, achia umwili, achia maisha yake, tabu zote na masumbufu yanayokukabili yanayokuandama Achia huyu dada achia hicho kiumbe kwenye tumbo lake, nikutoka ni kuachia, achia achia zote za mateso, tabu zote katika jina la Yesu, nikutoka ni kuachia, nikutoka ni kuachia. Haya toka, toka, toka, toka. Achia, achia, achia kila uadui, kila mateso, naoza kukataliwa, kila ushetani makuendesha, inaachilia damu ya Yesu, inaachilia damu ya Yesu, kulimotiwa na mikono ya kishetani na mikono ya kimapepo. Tokaachia, tokaachia, tokaachia, toka, nikutoka ni kuachia. Tabu zote, milima na mabonde, leo jina la Yesu lipite lipaluze lisawazisha litengeneze, ni kutoka ni kuachia hali ya uduni wa kimaisha. Achia, achia, achia, achia ila vikwazo na vizuizi unavyokutana navyo katika safari ya kuendelea kwako Araka, achia haraka achia haraka achia uende achia uende, nikutoka nikuachia nikutoka nikuachia nikutoka nikuachia la kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ila tabu ila mazito na magumu yanayokutesa haya haya haya, achia haraka achia haraka, magonjwa achia, maradhi achia, tabu achia, inakungota shida zote na mateso yote yanayokutesa yanayokuandama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo kila aina ya makagaziko ya dunia hii yanayokuandaa matoka chia toka chia toka chia, magonjwa toka chia, sukari toka chia, kila shida kwenye mwili, kila ugomvi toka chia, kwa jina la Yesu toka chia, wale wanaopambana na wewe wanaopambana na maisha yako inafungulia ya mapigo ya wapate sahi hayo mapigo yaliorusha kwako, inayangoa kwa jina la Yesu, yale wanayofanya juu yako kwenye kichwa chia, kwenye mwili wote achia, kwenye ubavu achia, kwa damu ya Yesu imetoka ni kuachia, kila mateso taabu zote inaachilia moto sasa, inaziteketeza kwa moto taabu na mateso, achia, achia kila magumu unayokutana nayo, kila changamoto unazokutana nazo, Yesu akaondolea, Yesu akaondolea, Yesu anazitoa, anaziondoa, anaziondoa, anaziondoa hizo changamoto, zinaondoka sasa, zina zinayoyoka zinayoyoka zinayoyoka kwa jina la Yesu, ni kutoka nikuachia, kwa jina la Yesu, ni kutoka nikuachia kwenye elimu yako wanaachia, ya leo wanaachia future yako wanaachia hatua zako za kimasomo wanaachia zile maths za juu zile za kwanza, ule ufaulu wako wa kwanza hapo alipoweka, wanautoa leo wanawachia leo, wanawachia leo, wanawachia leo. Ni leo, ni leo, ni leo, ni leo, ni leo. Toka achia, toka achia, toka achia kile kitu kikubwa ambacho shetani anapambana na nacho, utumishi ambao shetani anapambana nao, kwa roho ya kutumika, kutumikishwa, kuandamwa, haya hukuachia leo, unaachiwa leo, unaachiwa leo, unaachiwa leo, Una na yule unaendelea kumwakilisha hapa kule, yule aliko anaachiwa leo kwa jina la Yesu, ikutoka ni kuachia hiyo hali ambayo inawandama familia hifamilia kwa nyumba yenu kwa ujumla usao, leo mnaachiliwa leo maisha leo za magonjwa na maradhi unaachia leo zinakuachia leo kwa jina la Yesu, zikuachie. Roho ya mauti na kifo ikuachie, ikuachie hali mbaya ya, ya kiafya. Achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia. achia kila mfululizo wa magonjwa. Toka, toka, toka, toka. Pokea uponyaji, pokea kufunguliwa, vinaachia leo hizo tabu na mateso, vina kuacha leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya, vyagesayahayahaya leo ni mwisho wako wa kutawala maisha yake, ni mwisho wako kuyatawala maisha yake hali yake ya kimaisha, afya yake, unaachia unaachia unaachia, hayaachia kwa jina la Yesu, nikutoka na kuachia haya kwenda ambayo shetani amefunga na nafsi yako. Leo ninavunja hiyo mikataba, viapo vyote inavivunja kwa jina la Yesu, mfunguliwe wewe huru, ni kutoka ni kuachia kila tabu na mateso yanayokuandama yana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu! Ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio! Kila ngome iliyojengeka kuyatesa maisha yako inayamuru kwa jina la Yesu, funjika, funjika, funjika, funjika, funjika! Ngome zote zianguke leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, kwako, kwenye uzao wako zianguke kwenye swala ya mahusiano na swala ya ndoa. Haya, haya, haya, haya, umevunjika, umevunjika. Mipango mibaya ya kiwadue, mateso, kutangishwa, tangishwa. Roho ya kukataliwa toka, toka, toka, toka. Roho ya kukataliwa, haya, ikuachie leo, ikuachie leo, ikuachie, ikuachie, iende iende Ienda, ikwache. Ile mikono inayotaka ikurudishe kwenye vipindi vya ujana mbaya, inakata hiyo mikono ya kurudishwa Misri, kwenye maisha ya kwanza, mwili nafsi na roho. Amen.